Kipindi tunaenda shuleni tulikuwa tunakutana na vitu vya hatari kama vile tunakutana na vulana wengine wanatunyang'anyia, kama ukibeba hela unanyang'anywa. Haya ndo maisha ya Shani Mohamed yalivyokuwa wakati akisoma ya shule ya msingi Lichwachwa, wilaya ya Ruangwa, mkoani Lindi. Hofu na mashaka ndivyo vilivyokuwa mbele yake wakati wote, elimu lazimu kutembea umbali wa kilomita 16 kwenda na kurudi shule kupita kwenye msitu huu wenye hatari lukuki. Baada ya ujenzi wa madarasa katika shule mpya iliyo jirani na yeye, sasa mambo ni mswano na hadha aliyokiwakuta, kama kipindi cha ja kifuku mvua nini, walikuwa wananyeshewa na wengine kama wakike wanasumbuliwa katikati hapa na vijana kama hivyo. Mwaka juzi watoto wetu hapo kati walitishiwa kutaka kubakwa na mkulima mmoja njiani hapo kwamba watoto wote mpaka vijiji jirani sasa, maana wengine hawana shule. Kwa mfano kama hapo Namungo, wanawaleta watoto wao, wanakuja kusoma mabondeni, wanawaleta wanakuja kusoma na hata tu mtoto mdogo akiacha tu kunyonya anapata hamu ya kuja. Kwa hiyo watoto wote kijijini hapa asubuhi, yaani wanaona kama ndio sehemu ya kuja kucheza kankuti, mtoto kabisa anacheza cheza, kukicha tu wanakuja shuleni, wanakuja kucheza.